Kesi hiyo namba 1965 mkwaju mwaka 2025 inayosikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru imepangwa kusikiliza kwa muda wa siku 20 mfululizo kuanzia hileo hadi Machi 6 mwaka 2026. Ikumbuke kuwa kesi hiyo kwa sasa ipo kwenye hatua ya mashahidi wa jamhuri kuendelea kutoa ushahidi wao mahakamani hapo. Hata hivyo, mara ya mwisho kutoja mahakamani hapo mshtakiwa Tundu Lissu ambaye anajitetea mwenyewe aliwasilisha mapingamizi kadhaa ambayo bila shaka leo upande wa jamhuri wataanza kuwajibu mapingamizi hayo.